Kitu gani ambacho katika huu mwaka 2025 unakifurahia kwa upande wako wewe? Kitu cha kwanza anachofurahi, muziki umekua, muziki umekuwa sana na nimeona wasanii wengi sana wamepata mafanikio mwaka. Yaani tuache masiara. Ndio. Eh, yeah, wamepata mafanikio mengi sana tunaona vitu alivyofanya. Kwa hiyo tunajua ni support ya mashabiki kwa sababu ndo wanastream ngoma, wanasikiliza, wanatupa mashow, wanatusupport kwenye majukwaa. Kwa hiyo ni kitu hicho ambacho tunajiona ni kizuri sana, nategemea kwa miaka mbele izidi kufanya hivyo hivyo ya yeah, kwa sababu italeta tija na italeta chachu ya kufanya, kufanya kazi. Uu, nilikuwa na, na ndoto wa kumjengea mama yangu, nashukuru mwaka nilifanikiwa, yeah, nadhani na, na fansi wangu waliona Deo. na tunafanya vile kwa sababu unajua unapomsupport mtu ukiona na maendeleo na, na mafanikio, ina maana unaona unapata nguvu ya kuendelea kumsupport. Kwa hiyo mashabiki wanavyoona tunafanikiwa, tunapiga hatua nao wa ndo wanapata nguvu ya kuendelea kusapoti, kwa sababu wana imani itafika mbali zaidi. Kwa hiyo kwa upande kwa wangu, nadhani ni hicho, lakini pia naona numbers kubwa sana za mashabiki ambao wananifuatilia zinaongezeka siku hadi siku, ndani ya nchi hadi nje ya nchi.